tuelekee kaunti namba 44 ambapo maandalizi ya tamasha la utamaduni la Waluo awamu ya tano kuanzia tarehe 15 hadi 17 mwaka huu yamekamilika. Tunaarifiwa kwamba tamasha hilo litajumuisha maonyesho ya kitamaduni, mijadala ya jumla kuhusu utamaduni na biashara, mbio za mashua kwenye maeneo ya ufuo katika kaunti ya Migori. The

Our president on the 17th. We are uh, expecting other top uh, cabinet uh, leaders. We are expecting our political leadership, including the ODM party leader, who is also the patron of Binyiluo. We are expecting uh, Mama Dr. Canon Aida Odinga, among other dignitaries. Turejee hapa studioni ambapo tutapata fursa kidogo ya kupumua kabla ya kurejea na taarifa zilizobakia. <muchas>